Kwa ajili yako, nakupenda sana. <coughs> Ah, nakupenda jamani. Yaani sasa, mwenzangu hali ishabadilika hapa sasa

Uh, kusema kweli pale kweli nilikudanganya. Yule sio kwamba ni ni, ni mfanyakazi mwenzangu, lakini nishindwa kuficha hisia zangu Maria. Nikiweza kuishi vipi kwenye hali kama ile? Kila nikijaribu kuwaza we ni nimwathirika na mimi pia ah, nashindwa nashindwa namna ya, ya kujizuia. Nilikuwa ki nikikana wewe nakuwa na, na, na, na wasiwasi mkubwa sana uenda naweza nikaathirika tena. <laughs> ilikuwa wapi jamani, uliahidi kwamba utanipenda kwenye hali yoyote lakini <laughs> Ya ndiyo malipo ya upendo wangu kwa kwa, kwako. Si ndiyo? Mimi nimekosea ni nzaji ya kuonyesha upendo tu Joshua. Kwa mwona nibule uwe na mtu mwingine kwa sababu. Yee suma. Suma wakilika. Kwa mwona mwona nyechi nchi ya panda. Si ndiyo? Samahani sana Maria kwa kutokuwa mwaminifu kwako. Lakini mimi ni kijana kumbuka. Uh, nimeshindwa kujizuia kwenye hii hali kwa kweli. Mwanzoni nadhani itakuwa ni hali ya kawaida, lakini kadri siku inavyozidi kwenda naona mabadiliko makubwa kweli, yaani kuishi na mtu mwenye maambukizi ah ni kazi ngumu sana Nimejitahidi sana kujizuia lakini nimeshindwa. Lakini na mimi pia nilihitaji ni mtu wa kujiliwaza naye pembeni. Naomba tu nielewe, naomba unisamehe tu. Yaonekana kabisa, Joshua, huba lako halikuwa la kweli kwangu. Ulikuwa na matamanio tu, lakini haukunipenda kwa dhati. Lakini mimi nashukuru kwa yote ambayo umenifanyia, lakini nikwambie tu, hii haitaisha hivi hivi. Lazima nitalipiza kisasi. Wewe umefanya kunikomoa, si ndiyo? Sawa, acha mimi niende, nitakaa mbali na wewe lakini yatakayo kukuta usije usije ukanilaumu mimi bure. Sasa naona unavuka mipaka. Kwa hiyo unaanza kunipiga ndiyo? We, wakiki, mimi vitisho, si ndio? Maria wewe ni mtoto wa kike. Huwezi ukanifanya chochote mimi. Wewe nenda kokote fanya chochote, huwezi ukanifanya chochote. Na moyo wangu kwa sasa huko kwako. Mimi sasa hivi nampenda Tausi. Kwa hiyo achana na mimi kabisa. Fanya mambo yako, sawa? Mama yangu Joshua anakuahidi. Yaani nitakachokufanya wewe itakuwa mfano kwa wanaume wengine. Sawa? Wewe si msalidi, si ndio? Aya, poa mimi naondoka. A few moments later Mzee Kashinde, nimebidi nije hapa kwako. Kuna kuna kijana mmoja anacheza na hisia zangu kwa kweli. Kwe, kwani mimi nimempa moyo wangu wote, nampenda lakini yeye ana, ana kila siku anafanya kazi ya kuniumiza moyo wangu tu. Nataka huyu mtu tumfanyie jambo wa well, home. Karibu sana binti. Mimi ndio Mzee Kashinde. Ni mganga maarufu sana, wajadi kwa muda mrefu sana kwenye kijiji. Uh, ulikuwa unataka ni tumfanye kitu gani huyu kijana? Na alikufanya kitu gani kwanza? Labo, unaweza kunipa story yake kwa ufupi. Ipo hivi Mzee Kashinde. Mimi kuna kijana mmoja ninampenda anaitwa Joshua. Tupo kwenye mahusiano takriban mwaka mmoja sasa, lakini kwa bahati mbaya kwenye hali ya maisha mimi nilipata nilipata maambukizi. Kwa hiyo mwenzangu nikaanza kuona anabadilika taratibu taratibu. Mpaka kufikia hivi ninapokuambia sasa, amekuwa tofauti kabisa na mbaya zaidi kaanzisha mahusiano na mwanamke mwingine. Kile ambacho mimi kinaniumiza kwa sababu tulikuwa tumeahidiana hata tukiwa kwenye hali tofauti ya magonjwa, yeye ataendelea kuwa na mimi. Lakini hali imekuwa tofauti na hii kitu mi kinaniumiza kweli. Nimeona ndio maana nimeona, bwana, nilipize kisasi tu kwa hapo hiyo. oh, ni kazi ndogo sana hiyo, niachie mimi. Hapo cha kufanya inabidi nitafutie, uh, karatasi nyeusi kwa ajili, um, ya kufanyia tambiko. Utanitajia majina matatu huyo kijana. Alafu mimi alafu mimi nitaenda kutengeneza dawa. ulikuwa unataka tumfanyaje? Tumfanya awe ndondocha, tumjeuze awe chizi, au tufanye kitu gani? Hapana, hauna haja kumfanya kuwa ndondocha wala chizi. Mimi nacho chakitaka hapa tu na mimi nimkomoe kidogo kwanza taka ulivunje penzi lao, na yeye asikie maumivu, na yeye asikie, mimi penzi lao livunjike. Alafu kingine, nataka umfanye Joshua, na yeye aweze kupata maambukizi kama mimi, maana hicho kitu ndo anachoingia kwamba mimi ni mwathirika. Kwa hiyo sio, nataka na yeye umfanye awe hivyo hivyo kama mimi, sawa? Ukifanikisha na mganga atafurahi sana. Ah, nataka tumfanye hivyo. Sawa, lakini sasa hapa cha kufanya, nenda kaleta ile vitu ambavyo nimekuagiza uvilete, na usisahau hata kimoja. Hii si tukaribu dawa hii. sawa nenda kalete vitu vyote ambavyo nimekuagiza tuanze dawa haraka kabisa. Eh, samani mwalimu, samani. Nilikuwa nilikuwa naulizia kama unaweza kaniazima um, karatasi nyeusi, nilikuwa na shida nayo. Mm, kwa hapa nikiangalia karatasi pekee nilizobaki nazo ni hizi manila pepa nyeupe, lakini zile nyeusi zimeniishia. Lakini kuna sample ya karatasi nyeusi ambazo huwa tunazitumia kwa ajili ya practical ya wanafunzi, zipo. Kama utahitaji, labda nikakuangazie kwenye shelf za za maktaba pale ajili eh, okay, ni kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, urembo, urembo kidogo niweze kuweka mazingira vizuri. Kwa ajili ya urembo tu. Sijajua kama siku hizi wanawake mnapamba nyumba kutumia karatasi nyeusi. Labda ni, ni, ni, ni mambo ya teknolojia mpya Anyway, sawa wewe nenda kaitumie tu. A few moments later... Karatasi nyeusi, mganga, nimeshaipata, kwa hiyo unaweza ukaendelea, tuna utaratibu wako ni <laughs> <laughs> <laughs> vizuri sana. Uh, umefanya kazi nzuri sana kupata hiyo karatasi, maana hizo karatasi zimekuwa adimu sana kuzipata. Sasa hapa kuna hitaji moja ambayo umelisahau. Vipi, ulikumbuka kuandika majina yake? Kwanza naomba uketi kwenye hilo jiwe kwanza pembeni hapo. Yeah, kabla hujaanza kufanya chochote, uh, ningependa labda unitajie majina yake matatu kama unayafahamu, unitajie majina yake yote matatu, yule kijana. Hebu ngoja kwanza. Um, anaitwa Joshua Edward Kashimbe. Joshua Edward Kashimbe ndio majina yake hayo. Joshua Edward Kashimbe. Lengo langu mimi nataka nimkomoe tu Joshua, Joshua, <laughs> ni Joshua. Na, naomba mganga, yani kwenye hiyo dawa ufanye kila ulizalo; yani uweze uweze kumchanganya kabisa yani penzi lao kwanza livunjike wasiwe kwenye mahusiano yoyote na yeye, habaki habaki kwa single kama mimi, ayasikie maumivu nayo yapate. Alafu kingine, naomba pia umtenge, umfanye aendelee na tabia yake ee, hiyo ya umalaya, ili anaye apate maambukizi eh, maana yake ndio kitu ambacho analingia sasa hivi. Okay, sawa, hilo limeisha. Sasa hapo cha kufanya chukua hiyo karatasi nyeusi, naomba uitupe kwenye moto. Utakapoitupa hiyo karatasi nyeusi kwenye moto, moto mkubwa sana utaibuka. E, sa, sawa mganga e, lakini naogopa moto mkubwa tena Sawa mganga, wewe tuendelea. Kwa hiyo nitupeleka Tausi kwenye moto hapo, si ndio? Aya, sawa, ngoja niliweki. Karibu sana binti, umekaribia kwenye mizimu ya andeni hapa. Kuna mtu anatokea kujiomba, akitenda kutimia. Uh, uh, mizimu hii mababu zangu, naombe ni mnisikilize, huyo binti anahitaji uh, uh, kum, kum, kumfanya mtu ambaye amemsaliti kimapenzi akapate kujutia kabisa kosa leo ulifanya. Kwa hiyo hapa ombi langu kubwa kwa nyinyi ambao nimekuja kuwaletea wazee wangu uh, naombe ni mumtimizie huyo binti uh, ombi lake nalitaka, nataka mwende kumfanya huyu kijana aendelee kuwa mpenda, mpenda wasichana, akapate maambukizi ya ugonjwa napia, na pia naomba penzi lao likapate kuvunjika kabisa, wasipate kuendelea. Ninaomba sana eni uz eni mababu zangu wa, wa, wa, wa misitu ya ndeni, naombeni mkanisaidia kwenye hili sala. Eh, Mungu wangu, sehemu inatisha kweli, yani jamani eh, anatisha kweli huku huyu. Uy, babu anaishije maeneo ya kutisha kama haya jamani? Yote haya tukoje kwenda kumkomoa Joshua, tu jamani. Ah, binti mrembo, mbona umekaa peke yako usiku huu, auone hata baridi huku eh? unaweza ukapata vibaka. Ukaba huku kunikaba mimi? mtaa wote huwa wana, wananiogopa. nipo kazini hapa, usiniona tu nimekaa tu kizembezembe, nipo kazini hapa nasubiri wateja. kumbe naongea nongea. Dada poa bwana Ah, kwa hiyo hapo shingapi unaenda, kwa bei gapi hapo? Mtu akitaka short time shingapi hapo? Kwa mimi bei zangu zinavyokuaga uh, inakuwa elfu kumi uh, mpaka asubuhi elfu thelathini na tano uh, inategemea na wewe mwenyewe. Kwa hiyo unataka nikupatie huduma gani? short time au full time? Si mimi nitakuongezea. Vipi, unaweza kuja kwangu? maana leo sielewi na upilu mwingi sana yanimij mm, kulala kwako mimi naogopa usalama wangu. Kwa hiyo kama ukitaka nje kwako inabidi unilipe laki moja mpaka asubuhi laki moja. Wewe, mzee, acha kunitosha bana. Unaanza kunipilisha ngonja zako hapa, ehe? We, mteemo, hapa. Hey, taarifa yenyewe inahusiana na kitu gani kwanza Maki, hapa nimechoka tu, nataka nikapumzike kwanza. Siku yangu yenyewe imeshaharibika hii. Ah, umekuwa na juhudi sana. Haya. Ah, nilipewa taarifa hapa na bosi wako wa kazini, Dr. Charlie. Ameniambia kuanzia leo hautaki kurudi kazini tena. Amekufuta kazi. Kama kufuta kazi amegundua kwamba haukuwepo umeenda kazini na mimi nienda nikamfikishia taarifa. Nimefanya ubaya ubwela. Uwezo kanifanyia mambo yote au ukazani kama mimi umenikomoa. Kwa mimi nienda nienda kulipoti kwa Dr. Charlie, mwajiri wako. Kwa hiyo Kwanzia sasa wewe sio mfanyakazi tena pale na mimi niambia, usirudi tena ofisini. Mungu wangu, wewe mwanaume, mbona roho mbaya hivyo utasani sumu eh, ili kwa mama kwenda kwenda kunifanyia ubaya wote wewe, jamani. Na mimi hapa ndio hiyo hiyo kazi yenyewe ndio nilikuwa nategemea itulishe familia hapa, tafanyaje sasa? Ah, nani hapa unishani, umeshanifanya nichanganyikiwa sasa. Kwani unaenda kumwambia Dr. Chale wewe? Ah, ni kwamba ungekausha tu kimya tungeamaliza wenyewe tu, umeenda kuniharibia kazini sasa. Aya. Ay, we mwanaume, nipatie pesa yangu shilingi laki moja maki nimekaa kwako usiku mzima. Kwa hilo usiwe na shaka. Shinge mmoja wako na kutumia kwa njia ya simu, usijali kabisa. Au kudukao kuna kingine ambacho uko nataka. Lakini kuna jambo bora limetokea jana kwa kweli mimi mwenyewe. Nikaona mbona tuje nikwambie tu. Nilikuwa nakushauri sana jana tumie kinga, lakini ulikuwa mgumu sana kunielewa. Lakini angalia sasa. Mimi mimi na ugonjwa, jamani. Mimi ni mwathika wa umeme. Nina tatizo la umeme hapa. Kwa hiyo kaka yangu, ukitoka hapa moja kwa moja tunaenda kwenye kituo cha afya, ukaanze kumeza vidonge tu mapema. Unaosema ni kweli au, au, au ni masiara tu, dadangu? Mbona sasa kama siamini hivi. Kwa hiyo unadhani nitakuwa nimeshapata, nishapata, nisha, nisha, nisha maambukizi eh, dadangu? Mimi mbona naogopa jamani eh, ah, najasi kutumia hata kinga jamani. Nilikuwa naona kitumia kinga sipati adha yoyote, kwa hiyo nikaona tu bora tu niende hivyo hivyo. Kumbe nimeshajichanganya. Mungu wangu, sinafanyaje Sijawahi kuwa na masiana na wewe. Sikujui, haunijui. Nachokifanya hapa ni kukupa tu ushauri wa bure. Inabidi utoke hapa, wae nenda kwenye kituo cha afya, nenda uh, na kapate ushauri na saa. Nenda kaangalie hali yako ya, ya, ya afya. Mimi ni mwathika muda mrefu sana. Nimekuwa nikitumia vidonge na maisha yangu yote. Kwa hiyo na, ninachokushauri kaka yangu, wewe wae tuko kituo cha afya, nenda hakikisha hicho kitu. Karibu sana Mr. Joshua. Vipi unaendeleaje na hali yako? Mm. Daktari kwa kweli, siku sawa hapa. Yaani kuna kitu nimekuja hapa unishauri hapa. Njana, kuna mwanamke mmoja ambaye kwenye kitabu zangu ni ni ni ni ni nimelewa nyingine nikalala naye bana. Na sikumkumbuka hata kutumia kinga. Lakini mbaya zaidi, mwanamke anambia walisia kwamba yeye ni mwathirika tayari. Kwao, nimekuja ku, kuwahi kujiangalia afya yangu na mimi si kwa ni mwathirika tayari. Ni nani mwanamke ambaye umekutana naye? Sio kuniambia ni wadau wanapoa wanaojuza mjini hapa. Kwa kweli leo sijui nikutane tu njiani huyo dada, tukaongea naye tukakubaliana bei, nikao nimeenda kulala naye. Kwa hiyo, daktari, naomba tu kufanya haraka hapa, njoo nichukue kipimo cha damu hapa, uende ukapime niweze kujua hali yangu ya afya ipoje, maana hapa tu nipo na mawazo mengi tu. Ke, basi sawa, naona punguza punguza presha, kijana, punguza presha, pumzika tu kwanza hapo, nije nikuchukue kipimo, afu nitakuja baadaye kama dakika tano hivi niweze kupata majibu yako. Ngoja tu nikamfikishie majibu yake, nijue namna kumshauri sasa. Majibu ya vipimo yako yako tayari. Vipi, uko tayari kupokea majibu yako? Ndio tu daktari, naomba tu niambie majibu niweze kufahamu hali yangu Huenda nitakuwa salama, kutokana na majibu ya vipimo ambayo tumechukua muda mchache uliopita, inaonyesha kwamba uh, Joshua samani, lakini tayari umeshakuwa mwathirika. Samani ah, Misi, U, kwa ah. Daktari, mimi siamini, tunaweza tukarudia kupima kipimo tena? Yani nimekuwa je mwathirika? Daktari, jaribu kuwa serious. Daktari, au ni utani? niambie basi, ni utani? ah. Yani, siku moja tu tayari nishapata nishakuwa mwathirika kweli? Siku moja mi nikajua, hata huenda hata ingekuwa ni siku tatu au wiki hivi. Yani siku moja tu tayari nishakuwa mwathirika, jamani ah. yani shwa, huu ugonjwa ni unaua, ni hatari sana hata kama ikiwa ni siku moja ni hatari. Kwa ajili ya afya yako, ungepaswa kuwa makini. Siku ya kwanza mo, nimekupima nikupa ushauri, nikakwambia inabidi ujikingi, inabidi uchukue tahadhari, lakini naona wewe umeamua kwenda kujiachia na wanawake tofauti tofauti. Haya ndo madhara yake. Tena mbaya zaidi, mtu akutafuta mwanamke ambaye ni changudoa anayejiuza eh? Yaani huu ugonjwa hata kama ni sekunde mbili, hata kama ni ni ni ni, ni, ni nukta moja, yani kuupata ni sekunde hiyo hiyo unaupata hapo hapo. Kwa hiyo we tunenda kuanza kufanya utaratibu wa kumeza vidonge tu, sina ushauri mwingine. Ah, mzee nimeshajichanganya huku jamani. Stalia siku moja tu imesha nikosti maisha yangu yote. Sisi tunaenda kwa mimi mwathirika. Mambo kwanza kumeza vidonge kila siku mpaka mwisho wa maisha yangu. Nitajutia ah, sana. Yaani bwana ningemsisi ningesini ningefuata ushauri wa daktari tu. Nimeenda kuendekeza tamaa zangu ni Maria. Sasa hivi sijui ata, ah, na mwangaliaje? Maana tuko sawa wote.